Aende alikuwa aende. Alikuwa anaenda. Siku hizi. Na fika fikaje huko? Usafiri vipi? Hapa nilipo kwenye kwanza taunga sina. Kwa nitumie nauli kwanza weka kwenye Mpesa hiyo. Hali nimetuma elfu hamsini. Lete boda boda masi tuma gari. Boda boda inainuwa kule. Tuma gari. Au bajaji.

walimtupa katika katika shimo hey, la Malkia, la Malkia mwana wa mfalme uh -huh. lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha uh -huh. waka, waka kwa kamba kwa kamba, na mle, na mle. na mle. na mle. ndani shimoni hamkuwa na maji isipokuwa ila. Ila. Matope. Matope. matope tu matope. Matope tu, matope. Matope tu. Matope tu. Kinyesi tu. Nyoka magonjwa, uchafu tu, nyoka tu, simba tu, magonjwa tu, pressure tu, kansa tu, hapo ndo alipokutupa. Amina. Vipi? Amina. Na Yeremia, ndipo Yeremia akazama matope hayo matope yale, katika ugonjwa ule, katika mateso hayo. Ah, wala usiogope, hakuna wakufa hapo. Tutapanda tena kwa jina la Yesu. Roho ya Bwana atakuinulia, atakuja kukutoa hapo, kama alivyomtoa Danieli, na ndivyo atakutoa leo. Unajua, visima vya special kwa katika mm. kile kisima, maji yanapoingia yakauka, linabaki lile tope mm. lile tope kule ndani ni baridi kuliko, sababu liko mle ndani mm. ni baridi kuliko na fikiri. mm. na mle ndani kuna wale funza kwenye yale maji siku, na kuna wale wadudu sasa. mm. fikiri kwa dunia hiyo, na wamemtumbukiza hata nini nguo chini utaelewa baadaye, wanamtumbukiza humo mm. kwanza kwa ni kafata saka alikuwa anafata nini fungu la kumi, si fungu jua mm. kinamwingiza hapa, sasa uone kwamba ina gharama kiasi gani. Yeremia anakufa kwenye kwenda kuchukua fungu la kumi, kwa mtu anasema kwa watu kadhaa waliomwagiza akachukue fungu lake, lakini ndio limemwingiza wapi kwenye mauti. Yeremia akasema kitajulikana ile pesa kule naenda kuchukua, yani hii pesa naenda kuchukua ni kweli, itanichelewesha lakini naenda naenda, aibiashara si inasimama

Unakata tamaa. Yeremia alisema akatumbukia kabisa kwenye nini? Ushindi, usisahau ushindi kupitia mateso. Hapa jamani, tukashinde. Yeremia akafunga nini kinywa wakatuli mziki hapa, niko kwenye mziki na kinachosababisha nife ni wale walioniita nikachukue cha kwangu ambacho alichapwana na Mungu. Alisema niende sawa, tulia, tutakutana hapa hapa, wacha nisabe, wacha wanywe damu ya mtakatifu, wasaliane kwa wingi, lakini hawa walionileta utawatafuna moratooa Wacha wow. Wakutamkie, saa inakuja ya yes kwao, utashuhudia kabisa. Nakwambia kwa jina la Yesu, nakwambia kama utasimama na Bwana kama alivyosema, neno langu likikaa kwa wingi ndani yako, hakika fanya chochote unachotaka cho cho na kitatendeka. kabisa. Wamekudanganya, Yesu hajawahi kudanganywa hata kwenda sawasawa.